za malengo ndicho ambacho tunaenda kukiongea hapa ndani ya Alasiri kwa wasahahuu hapa uh, tuko Disemba 16 hii leo, ndani ya um, Alasiri Lounge, lakini ndani ya mwaka mzima uh, zimesalia siku kumi na hivi, ili mwaka huu uishi ama utamatike. Waswahili wanajua, wanajua zaidi uishi au utamatike, lakini ndio itakuwa mwisho wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano tu. tunaenda kuanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Yale malengo uliojiwekea kwa mwaka huu umeyatimiza? Na kama hauna utaratibu wa kujiwekea malengo, kuna umuhimu gani wa kuwa na malengo hayo? Yote tutayajadili hapa uh, tukiwa naye Zakayo Iganja. Huyu ni mwandishi wa vitabu, lakini vitabu ambavyo anavyoandika ni kwa ajili ya kuinua na kuweka sawa fikra zetu, Zaka. Na. Karibu sana asante sana um, elfu mbili na ishirini na tano, naisha yeah. Ilikuwaje kwako? Ah, kwa upande wangu unaweza kusema ulikuwa ni mwaka ambao kwa asilimia fulani mambo yameenda vizuri, lakini kuna sehemu changamoto za hapa na pale huwa hazikosekani mm. yeah. Kwa hiyo hujayafikia malengo Bwana Zakayo? Uh, malengo kwa upande wangu, malengo yangu uh -huh. kwa asilimia okay, themanini yamefikia. Isingewezekana. Uh -huh. Yaani mtoa mada tunazungumzia kufikia malengo yeah, yeah. Alafu useme hukuyafikia nami nishaona unataka ku nanii kidogo ndio yeah, <laughs> sasa Zakayo, <zakini laughs> tuanze tu kwanza kwenye malengo yenyewe. Ndio. Ni yapi? Ni nini au ni kitu gani? Okay. Kuna mtu kama mimi, imagine mimi sina malengo, na hilo huwa nakiri kwamba mimi naishi tu na huwa sina, sina malengo. Kwa hiyo labda leo hii nikianza kupata ufahamu kwamba malengo ni kitu gani hasa. Na inawezekana ninayo na sijui. Sasa. mm. Ya, malengo ni jumla ya mambo yote ambayo mtu anakuwa anatamani anataka kuyatimiza ndani mm. ya muda fulani inaweza mm -hmm. labda ni mwezi miezi kadhaa, mwaka, miaka kadhaa. mm -hmm. Kwa hiyo kutegemeana na mtu mwenyewe ameamua hayo malengo yake mm -hmm. ayaweke kwa muda gani. Kwa hiyo ni yale mambo ambayo anataka kuyatimiza ndani ya muda fulani sasa. Sasa. Sasa kuna wengine anaweza akawa anatembea na matamanio, anaamini ni malengo mm -hmm. Kumbe kuna utofauti hapo. Matamanio ni ile tu unaishia tu kusema kwamba natamani kufanya kitu fulani lakini ukiangalia hakuna mm -hmm. sifa za ku, ku, kubadilisha lile tamanio kuwa lengo. Lengo lina li eh, mm. yeah, sifa zake ambalo linaweza likafanya ikawa tofauti na matamanio ya sifa za kwenye lengo. Sifa ah, sifa mm. ya muhimu sana kuzijua hizi sifa za lengo. Kwanza kabisa, malengo mm. ni lazima yawe yameandikwa Malengo lazima yayo yameandikwa, uwe na sehemu labda ni notebook daftari, au diary, umeandika kwamba unataka kufanikisha kitu fulani baada ya muda fulani. Sasa tofauti na matamanio, matamanio linaweza kaa tu kichwani, unatembea nalo eh, lakini lengo lazima uliandike sehemu fulani. Na kwa mjibu wa utafiti ambao ulifanywa na chuo kikuu cha Harvard nchini mm, Marekani, ilionyesha kwamba watu wanaoandika malengo yao wanakuwa na, nana, nafasi kubwa ya kutimiza yale malengo. Na kiufupi ni kwamba lengo lililoandikwa lina asilimia hamsini zaidi ya kutimia kuliko lengo ambalo halijaandikwa. Kwa hiyo cha kwanza kabisa lengo lazima liandikwe. Sifa ya pili ya lengo ni lazima liwe mahususi, lilenge sehemu ama kitu ambacho unataka kukifanikisha moja kwa moja. Kuna mtu anasema mimi nataka kufanikiwa, alafu kuna mtu anasema nataka kufanikiwa kwenye eneo la fedha kwa kutengeneza kiwango cha labda shilingi bilioni moja ndani ya miaka mitano. Hao ni watu wawili tofauti. Tofauti. Kuna mmoja anataka tu kufanikiwa yeye ha, kwanza hajalenga anataka kufanikiwa kwenye kitu gani, kwa kiwango gani? Lakini huyu wa pili yeye amelenga moja kwa moja, anataka kufanikiwa kwenye eneo la fedha, na kwenye eneo la fedha ametengeneza kiwango fulani anataka kukifikia. Hiyo ni sifa ya pili ya lengo. Sifa ya tatu ya lengo ambalo linaweza kutimia ni kwamba lengo lazima liwe linaweza kupimika. Sasa sifa hii ya, pili, ya, ya tatu inategemea sana sifa ya, ya pili ambapo kwamba lengo ambalo lina uwezo wa kupimika ni lile ambalo liko mahususi, umelenga kiwango fulani, umelenga kitu fulani. Kwa mfano mtu ambaye amelenga kwamba labda anataka kutengeneza mafanikio ya kifedha kwa kiwango labda cha milioni moja ndani ya miezi mitatu au miezi sita ni rahisi sana kupima maendeleo ya hili lengo lake, tofauti na mtu ambaye amesema tu anataka kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu kwa kadri anavyoendelea kufanya vile vitu ambavyo anatakiwa kuvifanya kupi, ili atimize lile lengo, mm. Atakuwa anapima maendeleo yake, labda ni kwa miezi mitatu, saizi ni mwezi mmoja mm. e, Amefikia hatua gani? Anaangalia kama kuna sehemu anahitaji kurekebisha, anarekebisha tofauti na mtu ambaye haja, hajaweka namba katika malengo yake. Lakini sifa nyingine muhimu zaidi ya lengo ni kwamba lengo ni lazima liwe na mpango. Mpango ni jumla ya mambo ambayo utaenda kuyafanya okay. ili uweze kufanikisha lile lengo lako mm -hmm. He he, unataka labda kuongeza mauzo kwenye biashara yako mm -hmm. ndo lengo lako, umelenga kwamba na, mwaka huu nataka niongeze mauzo kufikia milioni ishirini ndani ya miezi sita labda, ndio nimefikisha mauzo ya milioni ishirini. Sasa unaenda kufafanua pale ni aidha, utaongeza huduma, utaongeza matangazo, au uta utaongeza watu wa mauzo ili uweze okay. kufikia wateja wengi zaidi. Hiyo ndo inakuwa ni mikakati ama mipango ya wewe kuweza kufikia lile lengo lako okay. yeah, hizo ni sifa muhimu zaidi za malengo ama lengo ambalo ni tofauti na matamanio. Naomba nikiriten sidai, kuwa na malengo, mimi huwa na butua. Ulikuwa na matamanio kwa maelezo. Hata matamanio sina, hivyoelewa kubutua, yani mimi nimekutana na mpira ndo nimeshatoka. Saa hivi hapa, nimetoka alasiri, nimepita hapo nje, nimekutana na dili au nimepigiwa simu, bwana atakiwa kufanyikia hiki, mi nabutua watu wa aina yangu yeah. Unaweza kumshaurije, yaani mtu unaweza kumshauri vipi mtu wa aina yangu kama? Yeah. lengo ni lazima u umekaa chini, lengo ambalo linaweza kufanikiwa kwa asilimia zaidi ya hamsini. Hamsini umetuambia nikae chini niandike kwamba mm, moja, nifanye hiki na hiki na sijawai kufanya. Yeah. ni vizuri zaidi kuwa na malengo okay. yeah. Yani, ukiachilia mbali kutimia kwa malengo, ile tu kuwa na malengo ni hatua ya mwanzo zaidi. Anakuambia kwamba kupanga tu malengo ni hatua ya kwanza ya kuvifanya vile visivyoonekana viweze kuonekana, kwa sababu um, malengo yanakutengenezea picha ya kuona kule unakotaka kwenda, yani unaanza kuiona labda kesho yako, miaka mitano yako ijayo unaanza kuiona leo kwa sababu ushaandika kila kitu unachotaka kukifanya. Aina ya mtu unayetaka kuwa umeanza kumwandika hapa, lakini kwayo... uh, kwa mfano mi najifahamu. Ndiyo. na najua na, na um, kwamba ndani ya miaka kadhaa yes, nataka niwe vipi, yeah, nataka familia yangu iwe vipi, yeah, nataka um, watu ambao wanaonizunguka wawe vipi. Yaani ni kitu ambacho ninacho na ndio mtazamo ambao ninao kichwani kwangu, sijauandika sehemu. ndiyo. Hiyo iko katika fungu gani? Mfano bado inabaki kuwa ni matamanio. okay. Yeah, inabaki kuwa ni matamanio kwa sababu, mm. malengo ambayo yako kichwani kwanza ni rahisi sana kuyasahau, lakini pia ni rahisi sana kupoteza fokus kwamba wewe utakuwa una uwezo wa kufanya chochote kama ulivyosema kwamba inakuwa ni kama mpira umekutana nao tu unabutua, unabutua. Mm. Eh, ni tofauti na mtu ambaye alishakaa ka draft kabisa akaandika sehemu. Na kwa nini kwenye kuandika ni muhimu, ni kwamba ni rahisi hata wewe kufanya mrejeo, unakuwa unapitia, unaangalia unaendaje. Itakusaidia wewe kuepukana na mazingira ambayo yatakusababisha kutumia nguvu zako katika maeneo ambayo sio. Yani unashika hili, una, unashika hili, kesho una hili. Wanasema kwamba mtu ambaye hana malengo, mm. ni sawa na meli ambayo inaanza safari lakini haina, haijui okay. inaenda kutia nanga wapi, kwa hiyo popote inaweza kwenda. Sasa, Zakayo, uh, watu wengi huwa wanaandika malengo, yes. Mwanzo wa mwaka, hii si Disemba, aha, January ama baada ya ku vacate sijui ku celebrate nini sikukuu za mwisho wa mwaka mtu sasa ndo anaanza kuchukua notebook yake mpya hapa imeandikwa 2026 mm. sijui ni diary sijui yeah. anaanza sasa kuandika 2026 nataka nifanye moja mbili tatu nne tano ikifika ndani Januari tarehe 15 tu anaona hu ulikuwa ni mzuka tu wa kuanza mwaka hivi. ya sababu kubwa huwe inaanzia katika upangaji mm -hmm. Kwanza kabisa, malengo, kwa mfano, malengo ya mwaka 2026, muda wake wa kuyapanga sio 2026 uh -huh. Ni 2025. Kipindi kama hiki hapa, unatakiwa wewe umeshafanya tathmini ya malengo yako uliyokuwa nayo mwaka huu, umejua ni wapi ulifanya vizuri, ni wapi ulikosea na nini ufanye uh -huh. Then baada ya pale ukishamaliza tathmini, uanze kuandika sasa malengo yako ya mwaka 2026. Mwaka unapoanza tu wewe unaanza safari ya kwanza kutimiza yale malengo yako mm. Sasa kwa nini watu wengi huwa baada ya muda mfupi tu wanapoteza ile fokasi ya malengo yao, kiufupi wanaachana na yale malengo yao? mm. Cha kwanza huwa ni hofu ya wengi, kwa sababu lengo unapoanza haliwezi kutimia papo hapo mm. Kumbuka umepanga ni lengo la mwaka mm. au ni lengo la miezi sita, sasa haliwezi kutimia mwanzoni. Kuna changamoto ambazo zinaweza zikatokea kwa hiyo wengi huwa wana wanakuwa na hofu, wanatawaliwa na hofu ile ya kushindwa, wanakata tamaa mapema okay. Unakuta washapoteza pale pale. Sawa sawa, kwa swali ambalo linaendana na uh, majibu ambayo umetoka kuyajibu. Yes. Nina lengo na nina ari ya kuyafikia malengo yangu kwa maana ya kwanza, kwa maana ya kwamba kuyatimiza uh, lakini mpaka mwaka unamalizika sasa, eh, inakwenda <laughs> saa sita pale kasoro dakika tano <laughs> sijayatimiza E, kitaalam sasa natakiwa nifanyaje kwa mwaka unaopinduka? Endelea na kwanza <laughs> kabisa inabidi aliandike upya. Inakuaje? Cha kwanza kabisa ni ka... yes. lazima <laughs> <laughs> <Inakuaji. Chakwanza kabisa. laughs> uangalie kwenye tathmini yako uliyoifanya. Ufanye tathmini kwanza, uangalie ni kwa nini mpaka inafikia labda ni Disemba thelathini na moja wewe haukufanya chochote kilichokusaidia kutimiza lile lengo. Ufanye tathmini kwa sababu ukienda tu, hata kama uta, utaendelea na lile lengo, kitu ambacho sio kibaya ku, kurudia lengo lile mm, mm, lakini umejua ni kwa nini hukulitimiza mm. Hapo ndo changamoto, lazima ujue kwa nini sikuweza kutimiza lengo hili okay. Na nini nifanye mm. ili niweze kulitimiza nisirudie yale makosa ya mwanzo okay. Hapo ndo huwa kuna mtego wa kuweza kukunasua uende mbele au ukunasa hapo hapo, ubakie, urudie makosa yale yale Okay. Kwa hiyo fanya tathmini Ndiyo. Na vitu gani ambavyo husababisha uh, sasa kukwamisha, kufikia, maendeleo. kufikia, maendeleo. kufikia, ma kufikia malengo. Cha kwanza kama nilivyosema huwa ni hofu, wengi wanatawaliwa na hofu, lakini pia ni aina ya watu ambao huwa tunaambatana nao. Wewe una malengo hmm. lakini watu waliokuzunguka wote hakuna hata mmoja ambaye ana malengo kwa hiyo moja kwa moja wewe we, utaenda kuungana na wale watu <laughs> <laughs> lazima wale watu watakumeza. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu wa namna fulani, kama wewe ni, we, ni mtu ambao unapanga malengo lazima uhakikishe kwamba unaambatana na watu ambao wana malengo, aidha ni malengo kama ya kwako au hata kama sio ya kwako, lakini wana malengo, mnaweza mkazungumza lugha moja, kwamba mimi nataka kufanikisha hicho kitu na wewe unazungumza una mnakuwa hmm. zung... una, mnatiana moyo. Kwa hiyo hilo jambo la pili. Jambo la, la tatu ni kukosa wasimamizi ama walezi. Anaweza akawa ni mlezi kwa maana ya menta au mtu mwingine tunamuita accountability partner, mtu ambaye anakukumbusha. Bana, hapa mbona ulisema utafanya hivi haujafanya? anakukumbusha mlezi yule ambaye unamshirikisha mambo yako. Kwa hiyo pale ambapo unarudi nyuma, maanake yeye ana wajibu wa kukusukuma uende mbele. Kwa hiyo pia hi, hiyo ni sababu mojawapo ya kwa nini watu hao wa wanashindwa kutimiza malengo. Huyo anaitwa accountability partner. Huyo mtu mimi ninaye, okay, accountability partner eh ananikumbusha sana kwamba okay, kuna hiki unatokea ukifanye kuna hiki ila huyo kutu... anayekukumbusha ajui kama wewe huwa unabutua kabisa. <laughs> <laughs> hile... ili ajue. Ndio, ndio. Eh, sasa mimi mwenyewe leo nimegundua shida. <laughs> <laughs> yule nampa tabu sana accountability partner. <laughs> anamfanya mtu accountable kwa kitu ambacho yeah, hakipo. Hiyo ni changamoto. Eh, ni changamoto kubwa sana. Sasa, Zakayo, muhimu sasa tujue tunatokaje tunatokaje? Kwa sababu shida ni watu wa aina mbili, ndio mimi na Jafari, mimi ambaye naishi tu bila malengo na Jafari ambaye ana malengo na hayatimizi, tutokee kufanya nini hasa? Ya cha kwanza kabisa kwa mtu ambaye hana malengo kabisa, mm, inabidi aanze angalau kutengeneza malengo, mm, hata kama ni kwa hatua ndogo, asijipe pressure ya kutengeneza malengo makubwa mm atengeneze tu malengo kidogo ya, angalota, ya, eh, ya siku, ya, siku, okay, ya wiki kwa mfano, labda kwenye eneo la akiba anaweza akajipa zoezi la kuweka akiba kwa wiki labda shilingi elfu kumi kidogo tu. Atakapotimiza lile lengo linampa motisha, kwa sababu moja kati ya umuhimu wa, wa malengo ni kukupa motisha hamasa, awesome. Litampa motisha atapata ata, ata nguvu ya kupanga malengo zaidi. Kwa hiyo aanzie hapo, lakini kwa yule ambaye mm. ana malengo mm. na pengine anapata changamoto ya namna ya kuyatimiza, aangalie ni kwa nini anafikia hatua hiyo, atafute msaada. Anaweza pengine, kuna maarifa anapungukiwa, atafute maarifa, ajifunze. mm. kuna watu an, anawakosa wa kumpushi kwa sababu kuna mambo mengine hauwezi kuyatimiza mpaka ukutane na watu fulani. Kuna mtu mmoja anasema kwamba katika maisha kuna safari ambayo unaweza kwenda bila wewe mwenyewe kujua, ila kwa sababu ya nini? Ya watu ulionao ja. Wale watu ndio wanaweza kukusukuma kwenda huko. Kwa hiyo inawezekana pia ni watu wa kumsukuma kufanikisha malengo ndo anao wakosa, awatafute waweze kumfanikishia yeye kufika kule anakotaka kufika Hasa, mm -hmm. Uh, kwa sababu hata na mimi niwe na ni malengo ni kweli, lakini inawezekana ukawa huna hayo malengo, ila kwa jukumu ulilopewa mm -hmm. ukawajibika kwa hilo jukumu ambalo umepewa uh, ukawa unasema nimepewa jukumu la kuwa uh, mentor wa mtu huyu, sawa eh? Ngoja niende naye <laughs> nihakikishe. <laughs> Zakayo tuendelee kwa kumalizia sasa, mm -hmm. umekuja hapa leo na kitabu Fungua Uwezo Wako, wako. Yes. Tuambie kuhusu Fungua Uwezo Wako kwa kumalizia ya, kitabu hiki mm. Fungua Uwezo Wako ni kitabu ambacho kimegusia uwezo wa kipekee wa kila mtu kwamba kila mmoja wetu mm. ana uwezo ndani yake ambao ni wa tofauti kabisa na mtu mwingine na uwezo huo unaweza kumfanya yeye yeah. akafikia yale maisha ya ndoto yake, hatima yake ya maisha. Sasa hapa nimeelezea mambo muhimu ambayo unatakiwa Kuyafanya ili uweze kufungua ule uwezo wako wa kipekee. Na moja kati ya jambo ambalo nimegusia hapa ni kutambua na kuishi kusudi lako. Kusudi ni sababu ya mtu kuwepo duniani. Eh, kwamba wewe hapo ulipo umekuja kwa sababu maalum. Sasa ukiijua ile sababu na ukawe, ukaweza kuiishi ndipo ambapo uwezo wako utaweza kuzihirika na wewe kufikia ile hatima ya maisha ambayo Mungu ameweka ndani yako. Okay. Kuna neno zito wamezungumza, lakini linafikirisha sana, ambalo umelinukuu kutoka kwa Franklin uh, anasema watu wengi wanakufa wakiwa na miaka 25 lakini wanazikwa wakiwa na miaka 75. Hmm. Miaka 25 wamekufa? Inawezekana vipi akae miaka yote mpaka 75 ndo azikwe? Kufa kunakozungumziwa hapa sio, yeah, kule kufa ki, kiroho ama kwamba mwili kuachana na roho oh? Kufa kwa maana yani upo unaonekana upo, lakini hakuna chochote unachokifanya yani unaenda tu kwa kadri mambo yanavyoenda, na wewe unaenda yani okay. Hauna malengo, haujui kesho yako itakuwaje, upo tu okay. Kwa hiyo pale unakuwa ni kama umekufa, ila unasubiri tu kuzikwa. Kwa hiyo watu wengi huwa wanapoteza mwelekeo wao katika umri huo, na then wanakuja kuzikwa katika umri wa miaka sabini mpaka sabini na tano. Fungua Uwezo Wako, hakuna tofauti bila shaka sijasoma Fungua Uwezo Wako, lakini mm. kuna kitabu ambacho nakisoma sasa hivi mm, nikielekea kutimiza vitabu vinne ambavyo huwa na, huwa nasoma vitabu vinne tu kwa mwaka okay. Nasikatika malengo ya <laughs> <laughs> <laughs> e, ikitokea nimesoma na cha tano basi nasoma <laughs> sao, lakini nachohakikisha nisishuke vitabu vinne yeah, kwa mwaka. Kwa hiyo kuna kitabu ambacho nakisoma sasa hivi kinaitwa The Mountain Is You. Yaani wewe ndo mlima mm. Kwenye, kwa hiyo ni kwa namna gani unaweza ku... kujihendo wewe mwenyewe mm. Nadhani hakuna bila shaka kutakuwa hakuna ndicho ambacho ume... kukim... Zakayo, portray Zakayo kwamba fungua uwezo wako kile kilichokuwepo ndani yako yes. Kutoka tunapataje kitabu hichi? Kitabu hiki kinapatikana maeneo mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam mm. Lakini pia katika maduka kama Timiza Malengo Bookshop Dar es Salaam pamoja na Mbeya, lakini pia Sitmax Bookshop Dodoma. Okay. Na mkoa mwingine wowote pale Tanzania unaweza kukipata kwa kuwasiliana na mimi mm. kwa namba 07, 43, 41, 17, 23. Ukipata kitabu hiki kwa shilingi elfu kumi. mm. Sasa. Ndiyo. Tunashukuru sana Umetu, umetupa elimu kubwa sana hii leo hmm. Uh, cha muhimu ni kwenda kuandika malengo yetu yeah, wakati huu ya, kabla ya kwenda kuianza 2026 na na, na kama wewe ni mtu ambaye hauna ada ya kuandika malengo yako, anza sasa, hujachelewa. Andika hata leo tu, unatakiwa ufanye jambo gani na jambo gani, alafu jioni unafanya uh, general assessment ya wewe mwenyewe tu kujiangalia kwamba nimelitimiza hili na sijalitimiza. Itenda hivyo mpaka mwisho wa siku utakuwa na malengo makubwa yaliyotimia kwa mwaka mzima Saatika. na kuweza kuyatekeleza kuwa na mikakati mizuri ya kuweza kutekeleza malengo ambayo unakuwa nayo. Fungua uwezo Wako unaweza kukipata, mawasiliano tumepewa. Kama kuna kitu ambacho unakiona ni mzigo sana na unatakiwa ukiondoe, Fungua uwezo Wako no. Zakayo, itakapofika Januari hmm. Januari ishirini ishirini hivi tutakutafuta tena sawa sawa, tuje kuzungumza tena kuhusu haya masuala ya malengo, na tutatafuta tu tuta meme za mitandaoni <tika> tuje kukuonesha kwamba <tik> jamii inafikiria no. nini kuhusu malengo yeah. E, na tutazikusanya za mwanzo hapa wa mwaka mm -hmm, na kule mwisho. Zakayo Iganja ni mwandishi wa vitabu e, lakini pia ni mtoa mada kuhusiana na masuala haya ya, ya, ya, ya, ya kutunza hmm. na kutimiza malengo. malengo